kwa sababu hii mambo ya mizaha hii tumeshachekeana sana. Haiwezekani leo mwananchi anajenga nyumba kwa gharama kubwa kwa kukopa mkopo benki, halafu mwananchi mwingine anakuja anasema nyumba yako hii inataka nichome moto, wewe ule hasara eti kwa sababu ya ugomvi wa vyama vya kisiasa. Hii tunaweza tukairuhusu? wewe kama huyo wewe, kama mgombea wako hayupo au mgombea wako mtaki, acha, kwa sababu baada ya tarehe 29